osi ukafika Mapogoro au utafika Mapogoro kwa sababu jimbo la Chunya na mkoa wa Mbeya nyingi, nyingi, na tunaamini tuna wilaya nyingi tuna kata nyingi na vijiji na matawi mengi. Niseme kwa niaba ya wana Mapogoro, kuna jambo moja kubwa kwelikweli. Mapogoro ni sehemu ambayo inaongoza kwa uzalishaji na sehemu yenye maplanti mengi, lakini hatuna mtandao mama yangu hizi unaosikia kwenye vyombo vya habari wameiba kaboni wameiba nini? Niliwaambia Mapogoro mimi nitaenda kukana na dada yangu Maryprisca. Ni dada yangu, ndamweleza hata asipoteuliwa, najua mama anaweza kabonda katika nafasi nyingine, lakini ataenda kuninongonezea mtu mwingine kule watusaidie mtandao Mapogoro. Ule wizi unaofanyika watu wanakimbilia sehemu ambayo mtandao haupo, kwa mwisho wa siku tunapoteza mapato makubwa ya serikali. Ile kaboni ile ingekuja erusheni, ingechomwa dhahabu ingeenda sokoni kuna kodi yetu mle. Huyu mtu anayeiba hatujue anataka kutumia njia gani, kwa sababu tunaamini hata uchomaji wake pia wa njia za panya. Tunakuomba mama yetu, lakini nikiwa Mapogolo na godima, zile barabara hazipitiki mama yangu, tukasema kati ya vitu ambavyo mimi nitakwenda kusimama navyo vya kwanza ambavyo vitasababisha chuza maendeleo katika kata yetu ni pamoja na hizi njia mbili kubwa Amina. Zile njia mbili kubwa ni njia ambazo zinafungua uchumi wa kata ya Chokaa na wilaya ya Chunya, mm. Tunaamini mkikaa na ndugu yako na kijana mwenzio Masache Njelu Kasaka, haya mambo yatafanyika. Ndugu zangu, mimi leo sina zaidi ya kuja kuwadanganya. Mimi nitakuja kusema yale ambayo nitayatoa kwa mama zangu, kwa mama yangu yuko hapa. Lakini ndugu yangu mdogo wangu Masache Jeruka Saka anaendelea kuvipiga vita, ameanzia kapika toto. Anakuja siku akipangiwa ratiba itakayosomeka hapa kwetu, tutakuja naye, nitamleta. Atakuja kusema yale ambaye atakwenda kuyasimamia. Mimi na yeye, niwaombe sana, niwaombe mno. Lakini tukiacha uongo, mamaangu kati ya kata la Lupa na wilaya ya Chunya ni kata ya Chokaa. Nawaomba wanachokaa, haya yote nayo yasema hapa mbele, nitakuwa mimi naimba, lakini nyimbo hizi hazirekodiwi, kiasi ya kwamba kwa ukitukisema tuje turudie haitawezekana, ili akamilike, ili mimi nione jeuri, nitoke hapa kwenda Dodoma, kwa sababu Dodoma naifahamu nikawabane viongozi wangu hawa waheshimiwa wabunge wawili. Siwezi kupata nguvu kama tarehe ishirini na tisa tutaamua kuendelea na shughuli zetu tukasahau kwenda kupiga kura. Mkoa wa Mbeya unahitaji tuingie kwenye ushindani, kama mkoa wa Mbeya unahitaji tuingie kwenye ushindani, kati ya ushindani huo na Chunya tunashindana na wilaya zingine tunashindana na wilaya zingine. Kata yangu ya Chokaa inawapiga kula elfu kumi na tisa mia nane na saba kama sikosei, elfu kumi na tisa mia nane na saba Tunaomba kula hizi zikipotea, sipotee kula mia nane ambazo zitakwaza wale wengine wale wa mgomo wale, sisi hatushughuliki na migomo. Mia nane zisipotea sio mbaya, kura elfu kumi na tisa ziende kwa mama Samia. Kura elfu kumi na tisa ziende kwa Masache Njeru Kasaka. Ukifanya hivyo utakuwa umempigia moja kwa moja na Maryprisca Mahundi, kura elfu kumi na tisa ziende kwa Joshua Angelile Mlambalala, tutakuwa tumemtendea haki yule mama tutakuwa tumemshukuru yule mama, tumepiga magoti bila yeye kuyaona, na ataamini kwamba Chunya wametambua kazi iliyoifanya nde. Na wewe nenda jirani, tukasaidiane maendeleo. Tafsiri yake ni nini? Kama kuna maendeleo yanakuja kwenye kata hii, mimi nitamsapoti kwa sababu tunaenda kwenye baraza la madiwani. Jirani ni jirani ilani ya kihama hujue ukimbia. Sasa sisi hatutakimbiana. Kama kuna asilimia zile za mikopo zinakuja kata ya Chokaa, mimi nitasema ziende, kwa sababu tunashea tunashare mipaka, na hata hivyo naona kuna sura za wana waitewe hapa kwako. Ni hao wanaosema, tafsiri yake sisi ni ndugu. Na waombeni tarehe 29, sio mbali. Siku azigani? Tukawapigie kula za ndio, Mama Samia apate kula 99 kama ilivyosemwa, Masache Njelu Kasaka apate kula 99 kama ilivyosemwa pia, na Joshua Mlambalala apate kula 99.9. Choka safi. Chokaa safi na mimi waitewe mkanipe 99. Ili soko ili soko liko vizuri, lakini kaka, tukienda pale tukalipambanie liboreshwe zaidi. Tulifanya nini tulipopewa kazi na kwa nini tunahitaji kuendelea kupewa kazi? Ndugu viongozi wenzangu, waheshimiwa madiwani wateule, wameongea vizuri sana, na walioyaongea yote ni ukweli, kweli tupu. Na kama mlivyo waona, wao wenyewe wamekiri, wanajiona wana nguvu ya kufanya kazi sasa na hata baadaye. Wamesema hawako tayari kustaafu wakiwa vijana na nguvu nyingi. Hiyo nguvu waipeleke wapi? Basi na mimi niungane nao kuendelea kuasi wanachokaa Msipoteze kura hata moja tarehe ishirini na tisa. Mlambalala Joshua, kaka wa jamii. Wakati nikiwa mkuu wa wilaya hapa, ni katika wakaka niliyokuwa nikiwategemea majambo yote huko kwenye jamii, iwe ni msiba, liwe janga lolote, liwe jambo la heri, hautamkosa Joshua Mlambalala. Nani asiyemjua Joshua Mlambalala? Amesema inatosha kutumikia uwenyekiti, embu nenda ngazi hiyo ya kwenda halmashauri, nenda kaongee katika wigo mpana zaidi. Kwa hiyo mimi ninayaona maendeleo ya kasi yanakuja Chokaa. Ongereni sana, tarehe 29 Oktoba, kila mmoja wetu kwa nia thabiti, kwa malengo maalum ya maendeleo, maana kura yako ndiyo maendeleo yako usipoenda kupiga kura umejidhulumu. Na ukienda kumpigia mtu tofauti na Joshua aliyetokana na Chama cha Mapinduzi unapoteza muda. Maendeleo yanaletwa na serikali iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi, hakuna asiyefahamu. Wengine wanafanya hayo wanayoyafanya ili tu ionekane kuna kaupinzani, na sisi hatuwachukii, tunawapenda maana wanatuongezea kasi katika matembezi yetu ya maendeleo. Wakati tunafanya hayo, hatutamsahau yule mkiungo mchezeshaji, mheshimiwa mbunge Masache. Maana Masache ndio yupo hapo katikati, huku kuna diwani juu mheshimiwa rais, Masache yuko pale anafanya link, yeye ndio mzee wa connection. Kwa hiyo, Masache tukahakikishe tunampa kura za ndio. Maana hajatokea mpinzani, kutotokea mpinzani maana yake wamekubali kazi tulizozifanya kama Chama cha Mapinduzi, lakini wamezikubali kazi za mwakilishi wetu Masache. Kwa hiyo ameachwa peke yake, tukahakikishe sasa, tukaseme huyu ndiye. Tusipojitokeza tutakuwa tumeharibu. Tusiseme Masache kapita bila kupingwa, tusiseme Joshua kapita bila kupingwa wala tusiseme shishi ikapita bila kupingwa. Hawa viongozi tukaionyeshe dunia kwamba tumemaanisha, waende bila kupingwa, tunaamini kazi zao. Tujitokeze kwa wingi sana, asubuhi na mapema. Usiseme si mpaka saa kumi, bwana, hata saa nane nitaenda. Usifanye hivyo, kwa sababu unaweza ukaenda kukutana na mstari mrefu, muda ukafika, kura yako ukabaki nayo nenda pale saa moja na nusu, umeshasimama mstarini saa mbili vituo vinaanza kazi huko pale, ili ikifika saa nne tumeshapiga kura wote, tuwaachie kazi wenye kazi ya kujumlisha sisi tukaendelea na shughuli zetu za kiuchumi wakati huo, tuna uhakika tumepiga tiki kwa Samia Suluhu Hassan, tumepiga tiki kwa mbunge wetu anayetokana na chama cha Mapinduzi, lakini tumepiga tiki kwa madiwani wetu wote wanaotokana na chama cha Mapinduzi, CCM. Oye Chokaa, oye Itewe, oe, oe. Chunya oye. Kakaangu Mlambalala akaomba mtandao, mi nikwambie hiyo imeisha naomba wakati unanisubiria nirudi, hapo andika kabisa message kwenye simu yangu hapo unataka eneo lipi kijiji, kama ni pale Mapogolo, kama tayari kuna eneo mmelishatenga kama kijiji. Sasa hivi ninamtumia mkurugenzi anayehusika, tuna dada pale mbobezi anashughulikia hayo maeneo na kuletewa maendeleo hasa ya mawasiliano, ndiyo moja ya vipaumbele vya Dkt Samia. Sisi sasa hivi tunaendelea huku na michakato, lakini wataalamu wako maofisini, serikali inaendelea na kazi, makatibu wakuu wako maofisini, wakurugenzi wako maofisini. Kaka Mlambalala Mantahofu nikuambie nitaelezea vizuri umuhimu wa Mapogolo, lazima wapate mawasiliano ya uhakika. Dr Samia hoye.